katika matayarisho ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Yanga. Najua ha, haitakuwa mechi rahisi. Tutacheza kwa kuheshimu zaidi kwa sababu tunatambua ubora wa Yanga. Kwa hiyo ni mategemeo yetu tutafanya vizuri katika mechi ya kesho. Pengine kuna mchezaji wa... yoyote ata mchezo wa kesho? Yeah, tutamkosa mchezaji mmoja, Lucas Ndama ambaye bado anaelea kuuguza majeraha yake, lakini wengine wote wako katika hali nzuri. Ah, Yanga mimi nasema asilimia kubwa, yani ukihesabu mapungufu yao ni machache sana. Kwa hiyo hasa kwa timu zetu hizi ambazo Tunasema unaweza ukaipa jina la underdog ni inatakiwa tucheze kwa umakini mkubwa sana, kwani ukifanya makosa ni rahisi zaidi kuadhibu. Kwa hiyo tutacheza kubwa zaidi, tutacheza kwa tahadhari yeah. uh, presha kwa kuelekea katika mchezo wa kesho, kwa maana ya benchi la ufundi lakini pia kwa wachezaji, pengine umwambia nini? Mnasema sisi kama benchi pamoja na wachezaji, presha hakuna. Tumesema kwa wachezaji kwa sababu tuna wachezaji wengi vijana, kwao pia iwe ni fursa wasicheze kwa presha kubwa, kwao iwe ni fursa, waonyeshe kile walichokuwa nacho. Kama kuna mkoa ambao mashabiki wao wanawanipenda timu yao ni, ni mkoa wa Shinyanga. Hatujasafiri nao lakini kwao kubwa zaidi, sisi watu tunawaahidi tu kufanya vizuri kwao. Sisi tunahitaji kwao waendelee kutuombea dua.